Tusonge mbele ambapo viongozi wa mrengo wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wameendeleza shutuma zao dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza hii leo, wakiibua shutuma za ufisadi na ukabila katika serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Lenad Wamalwa.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 ya kulipia watoto shule, hiyo pesa amechukua amepatia mesayesa, anamwambia kwa Wakenya wengine peleka milioni kumi lakini kwa jamii yake Rift Valley peleka mia moja hamsini kwa kila constituency. Ni mkabila si mkabila? Viongozi hao waliongeza kuwa serikali inaendelea kunyakua mali ya umma kote nchini, huku wakimshutumu Rais Ruto kwa kutumia vitengo vya serikali kuendesha serikali visivyo, wakisisitiza kuwa muungano wao utamng'oa mamlakani kwenye uchaguzi mkuu ujao. Sasa huyu Kasongo amechukua serikali kama ni Inspector General of Police, anaitwa Douglas Kaja chini yake ameweka mtu naitwa Langat ya kabila yake. Huyo ndio anatumia kuendesha mambo ya polisi pale. National Treasury ameweka John Badi, ameweka PS yake anaitwa Chris Kipto, ndio anaendesha hiyo treasury. Mkabila asishindwe, asishindwe aende nyumbani, asiende aende nyumbani asiende. Wakenya wameamua ni lazima hii serikali iende nyumbani. Kwanza wao waliua watoto wetu wa jensi jensi! Hoye vijana hoye! Hebu onyesheni jensi, namna hii, namna hii jensi. Ufisadi pia umetoka bottom, umeenda wapi? ha. Ameuza kila kitu, sasa macho yake yako pwani hapa hapa kwenu peke yake. Ndio kuna hekari milioni moja hakuna Kenya unaweza pata one million acres hapa Galana Kulalu milioni moja ekari zenu ziko zinaenda. Bandari hii ya Mombasa hapo analenga macho, kule bandari ya Mombasa inaenda, hata ile poti ya Lamu inaenda. Watu wa pwani, musipoungana na Wakenya wengine, tutoe kasongo, there will be no country left. Haki ya Mungu. Hata hivyo wamehoji kuwa itakuwa vigumu kwa Rais William Ruto kukarabati matokeo ya uchaguzi mkuu ujao, wakisema wanajua mbinu zote fiche za kukarabati matokeo. Sisi tunajua yeye ndani na nje, tunajua kona zote. Na mnasikia ati anajaribu kuwatisha, ati yeye ataiba kura. Tungependa kumwambia wale watu walikuwa namsaidia kuiba hiyo kura, sasa wako hapa. Hakuna kura, hataiba hata moja. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Lenard Wamalwa.